Habari, kwa majina naitwa Latifa Abrahmani Amisi, ni meneja kutokea Care Home for Children Organization. Nikianza na historia fupi kuhusiana na Care Home for Children Organization. Ni taasisi ambayo imeanzishwa mwaka 2024 ambapo imeanzishwa na mkurugenzi Losmina Ali Saidi, kwa kifupi Losmina Ali Saidi. Chanzo cha kufungua hii taasisi ni maono ambayo alipoa na Mwenyezi Mungu kwamba binti yangu ukitaka ufanikiwe katika maisha ili uweze kupata maendeleo mazuri na vitu ambavyo unavihitaji kwenye maisha yako, mimi ningependa ufungue maswala ya kusaidia watoto wasiojiweza, wenye changamoto, mayatima, wanaopitia matatizo mbalimbali, labda mtoto awezi kwenda kupata elimu kisa pesa, familia hali duni. Ndio chanzo cha Hari Saidi kufungua hii taasisi ya Care Home for Children Organization. leo niko hapa mbele yenu kwa, kwa kuwahadisia um, historia fupi ya binti ambaye anaitwa Zena, binti ambaye historia yake sisi tulipata kupitia mtangazaji anaitwa Golden Boy. Alienda kumwoji huyo binti, anatokea maeneo ya Vingunguti. Alivyomwoji yule mtangazaji, anajuana na mkurugenzi wa hii taasisi ya Care Home for Children Organization alimtumia moja kwa moja video ambazo amerekodi na huyo binti ambaye anaitwa Zena. Okay, alivomtumia mkurugenzi wangu, akanitumia mimi manager na kuniambia nimeguswa sana na hili tukio la huyu binti, na kutumia namba za huyo mtangazaji, naomba uwasiliane naye ili aweze kufika kesho na huyo binti ofisini, ili pia na wewe uweze kupata mahojiano nayo. Niliweza kufanya mazungumzo naye na kweli naonekana binti mwenye changamoto chochote ambacho nilichokuwa nimemuuliza, nikamwambia je, naweza kupata namba za familia yako, ndugu zako? Hakunipinga, alinigeia, nikawasiliana naye. Baada ya hapo nikaambia, basi sisi tuko tayari kusapoti, kukutoa katika hilo janga ambayo unapitia, na tunataka kukushika mkono na kama Care Home For Children Organization tumeguswa kweli. Baada ya hapo tukapanga tena siku, tukaenda hapo mahali ambapo anapoishi. Ndipo pale mazingira hayako salama na ni hatarishi kwa afya yake kwa sababu ni mjamzito. Tukakutana na baadhi ya rafiki zake na bosi wake ambaye yupo kwenye kibarua anachokifanya, tukaomba mazungumzo naye, tukaongea pia na bosi wake. Kweli kila mtu aliguswa na na mazingira alivyoona, na bosi wake pia akatwambia, yaani kufika kwenu nimeshukuru sana. Ni kweli mtu naishi naye lakini mazingira anayoishi si salama kwa afya yake. Uamuzi tuliofanya sisi, tuliamua kumwambia, je, Zena, kwa hali hii unayoishi, tukikwambia uende nyumbani, mradi uepukane na mazingira hatarishi, kwa sababu pia una kiumbe tumboni. Haya sio mazingira sahihi na salama kwa mama mtoto. Hakutupinga kwa sababu ni kweli mtu alikuwa na changamoto na anajua shida anazopitia, alikubali. Tukiwa kama Care Home for Children Organization, tuliweza kuwasiliana na bosi wake pale, kwa sababu tulikuwa tunazungumza na kwa ana, tukashauriana Je, yeah, bosi unaweza ukatuunga mkono kuji kwake labda kwenye masuala ya kutaka kumsafirisha, na sisi tukaunga mkono. Kuna mambo mengine tuliafikiana kweli. Nashukuru Mungu, bosi wake naye Mungu alimfanya kwa ni mtu mwenye roho nzuri, Zena aliweza kufanikiwa kusafiri. Hatukuishia hapo, kama watu wa Care Home for Children Organization, tuliamua kuunda safari moja kwa moja kumfuata Zena kijijini kwao Morogoro, ambapo anaishi katika kata ya Mgazi tulienda kama kum, kumjulia hali na kujua maendeleo yake, anaendeleaje toka alivyotoka Dar es Salaam, tukamwone. Kwa jina naitwa Zena Hussein Saidi. Najisikia faraja kuona ndugu zangu wako pamoja na mimi mpaka sasa hivi, tangu mara ya kwanza huko waliponitoa. Wananisapoti, wananitia faraja, kama hivyo wanavyonitembelea. Tangu nipokule kazini kwenye mazingira sio, walikuwa wanakuja pale, wananitembelea, natoka pale, na mimi nishawahi kwenda huku kwao, tulikuwa tunatembeleana, na mpaka sasa hivi bado tunatembeleana. Kiukweli alifurahi sana, alitushukuru sana kwa sababu hakutegemea kama tungeweza kumuunga mkono na tungeweza kuunda safari ya kumfata mpaka nyumbani kwao, kwa sababu haikuwa rahisi, lazima mtumie nauli, pia barabarani changamoto nyumbani, lakini sisi tuliweza kufanya hivyo, ni kwa neema ya Mungu. Mi nashukuru tu kwenye hiyo kampuni yenu, Mungu awabariki, awazidishie, mzidi kujisaidia hivi hivi, mana najua siko peke yangu. Zena ni binti ambaye ana malengo makubwa sana kama watu wengine. Alipata nafasi ya kuongea kuhusiana na malengo yake na ndoto zake. Baada ya kujifungua, kama Mungu akinisaidia, nitakuwa vizuri. Nilikuwa nafanya kazi ya baa, siitaki tena kazi ya baa, nataka nirudi kwenye kazi yangu niliyokuwa naifanya kabla ya kufanya huko kwenye baa, niwe napika keki nikizi mahitaji yangu ya kumhudumia mtoto wangu, bila kusahau Care for Children Organization. Na sisi tukamwambia basi ombi lako limesikika, tutalifikisha kwa Watanzania, atakayeguswa na yeye anaweza akakusaidia, ila pia hata sisi hatuwezi kukuacha hapo, ambapo ukishajifungua, na sisi tunatamani ndoto zako kuzi kuziinua na kuziendeleza. Tutakushika mkono, tutashirikiana na wewe ndoto zako kuhakikisha zinatimia, na mtoto atakuwa vizuri kwenye mikono salama na kwenye maadili ya kumpendeza Mungu. Huyo hapa ndio mama yangu, Anaitawa Pendo Shabani Mpande. Kweli nilijisikia faraja, kwa sababu aliniambia kwamba kuna watu nitakutana nao na wakaniambia kwamba watanisaidia kutokana na hali hii, kwa sababu huyu mtu alionipa mimba amenitelekeza. Kwa hiyo kuna watu ambao wamenitoa wanisaidie, nikasema sawa, nashukuru. Na pia hata nikashukuru tena. Siku nyingine nikapigiwa simu na huyu binti akanambia, sisi Zena tumekutana naye kwenye hali ambayo, mazingira ambayo si mazuri kwa hiyo kutokana na hali yake tutakuwa pamoja naye, tumsaidie, tutamrudisha nyumbani, alafu hapa baadaye tutafanya mpango, tutakuja ili tumtembelee, tumwangalie, mpaka Mungu atakapomsaidia tutakuwa pamoja naye. Na mimi pia ninashukuru kwa kuwaona, Mungu awabariki kwa kuwa mko pamoja na huyo binti yangu, na yeye jinsi anavyotoa maelezo kwamba kweli katika mazingira ambayo alikuwa anafanya kazi, kwa kweli mimi nilikuwa sijalizika kama ni mzazi, ila kutokana na mwenyewe tu mwanamke ambayo amelizikana lakini nashukuru kwa sababu Mungu anakuwa na njia nyingi, umtoa mtu mahali ambapo hapana utukufu. Sawa, kwa mimi nashukuru kwa sababu nyinyi na mimi mna mambo mazuri kwa ajili ya kusaidia maisha yake, aishi katika mazingira ambayo ni mazuri, yenye kumtumikia Mungu na yenye maisha ambayo ni utukufu kwa ajili ya Mungu. sababu mazingira ya baba mimi sijalizika, na nashukuru kwa sababu Mungu amewaongoza na, na, na, na nyinyi pia na amekubali. Basi mimi nashukuru, Mungu awabariki. Atanaendelea kumsi mwanangu apate kufunguka, apate kujua kwamba kazi ambayo atakayofanya afanye kazi ambayo yeye utukufu mbele za Mungu sio ambayo yabaa si nzuri. Namshukuru Mungu, tunapata tunakula. Ila tu masuala ya pesa pesa, hivi ndio hivyo. Lakini kutokana na nini? Hali ya hewa ya kijiji, mnavyojua. Lakini Mungu ni mwema, nachokipata hicho nacho, na binti yangu pamoja na nyinyi mpo pamoja naye, na basi Mungu aendelea kufungua baraka zake

Enyeale mazingira eh, sio mazingira mazuri, hmm, mazingira sahihi ya kumlea mtoto hmm, ni hmm, kweli. Lakini bila kusahau, hatukwenda hivi hivi. Watu kama Care Home for Children hatukwenda hivi hivi, maana Zena, kabla ya kuondoka, alituambia kuna baadhi ya vitu ningependa mje navyo mnisaidie yani, mniunge mkono, ni kama support basi. Kama Care Home for Children organization tulifanikiwa kumnunulia baadhi ya vitu alivyokuwa mvaaje anavihitaji. Basi vile vile zina mashuhuda na mkono mtupu. Nikiwa kama manager wa Care Home for Children organization, kuna baadhi ya vitu nimemletea kwa heshima na kumwakilisha na, na mwenzangu mkurugenzi wetu Lozeti. Kuna baadhi ya vitu tulimletea. Mradi mwenyewe alifika alitambia toka kule abazii mahitaji children organization na mahitaji yake ambayo alikuwa meataka meamua kuikichia na mshukuru. Rosmina chief papa, na daratifu hapa na hiyo kampuni ya Care Home nawashukuru sana kweli, niliomba hitaji hilo na nimepata mimi. Nawashukuru pia kwa sababu mko pamoja na binti yangu. Mungu awabariki sana tena, azidi kuwalinda aendelee kuwasaidia kwa ajili ya mradi huu ambayo mnaoifanya kwa ajili kwa watoto kwa na kwa ajili ya binti yangu sababu amekuwa kutokana na hali yake na mimi, kwa sababu ya mtoto, na Mungu awabariki. Pia sisi kama Care Home for Children, children organization tulikuwa tunaomba pia support yenu ya Tanzania wenzetu, kwa sababu si Zena peke yake ambaye tunamshika mkono, tuna watoto wengine pia, wakiachana na Zena, tuna watu pia wengine kuwasaidia. Ili jambo kama mnavyojua sisi wenyewe hatuliwezi kwa pekee yetu tuka tunaomba pia sapoti yenu kwa yoyote ambaye ataguswa na taasisi yetu na ataiguswa kwa maelezo aloyatoa hapa kwa kuweza kutuunga mkono kutupa sapoti, mnaweza mkatupigia simu kwa nambari sifuri saba sitini na nne hamsini sifuri nane na